Eh bwana, nimekuja kwa daktari hapa kwa sababu ah, mikono mniloge miko mkono mmoja, ili nishindwe kufanya kazi zetu zile. Haina noma wanangu. Nimekuja kuangalia hapa mkono unaendeleaje. Sema waganga wa kienyeji mnabidi na wafanyakazi wenu mnao watuma waje kunipa ushahidi wa uongo huku DM eti, oh shangazi yangu aliwahi kuvunjika kiuno. Kuna mtu <laughs> kuna mtu alimtibu kupitia kupitia ile miti shamba. Tuende ndo atakutibu haraka. Wewe unataka niweze mkono mimi? Tokeni hapa. Eh, kwa na haki. Kuna kama na hizo kuna kitu kimenaniwa. Na kama hmm, kuna kitu kimepumua sasa. Sasa, e, subiri kidogo. Eh bwana, eh, nimekuja kwa daktari hapa kwa sababu ah mikono mniloge mkono mmoja ili nishindwe kufanya kazi zetu zile. Aidha noma wanangu. Nkuja kuangalia hapo mkono unaendeleaje? Sema waganga wa kienyeji, mnabidi na wafanyakazi wenu mna watuma waje kunipa ushahidi wa uongo huku DM, eti shangazi yangu aliwahi kuvunjika kiuno, kuna mtu kuna mtu alimtibu kupitia kupitia mitishamba, twende ndo atakutibu haraka. Wewe unataka atakwaie mkono? Tokeni hapa. kama na kuna kitu k niambie hili nipone, atakiwa nile kashiamu. Hebu niambie, yuko kwenye nini? Kwenye chipsi mayai, kwenye mbuzi, kwenye chipsi kavu, kwenye ndizi au kwenye kishimoto? kashiamapki watu wanawadanganyaga, wanasema tajiri huwa awali amina kula minakulamini. Mnyekusa sheria namba moja ya mnyekusa ni kula. Najua nawakwaza, lakini na motivate mle. Msiokuwa na pesa, mtafute pesa za kula. Msiokuwa na appetite kwa sababu mnaumwa, mle

Anajua nile yeah. Kashiam, mm -hmm. Kaza, mm -hmm. Hebu niambie ni Kashiam. Iko kwenye nini? Kwenye chipsi mayai? mm -hmm. Kwenye mbuzi? Kwenye chipsi kazu? Kwenye ndizi? Au kwenye kitimoto? Kashiam hapa iko kwenye nini? Watu wanawadanganyaga, nasema tajiri huwa awali ya mina kula mimi hukula mini. Mnyekiusa sheria namba moja ya mnyekiusa ni kula. Najua nawakwaza, lakini na motivate, mle. Msio kuwa na pesa, mtafute pesa za kula. Msio kuwa na appetite kwa sababu mnaumwa, mle, onyesha apa, halafu watuambie kazi iko vyenye.